Na tumai mko salama, na mimi niko salama. Na happy Easter kwa wale wote ambao wanaendelea kusherekea Easter. Leo niko maeneo ya mashambani, kama vile mnaweza ona, bado nimerudi huku eh, mashambani. Unaona ni mashamba makubwa inaenda hadi huko, ukiangalia hata hii side nyingine, zote ni mashamba, ni maeneo ya mashamba tu, ndio sehemu ambayo niko siku ya leo. So nilisema ya kwamba uh, lazima niendelee kuzunguka kwa hizi maeneo ambazo ni za mashambani kwa ajili ya kuweza kutafuta wenyewe na kuona wale ambao watawezesha swala hili kuweza kuwa smooth. Na last time nikizunguka hizi sehemu, kuna ule ambaye nilikutana naye na kaniambia ya kwamba niweze kupitia weekend, na nikasema ni vizuri sana nitakuja nionane na yeye na, e. Na maeneo ya karibu kuna mahali nilipatana na watu, lakini wenyewe hawakuwa, na pia sehemu zingine sikufanyikiwa kukutana na wenyewe. Nikasema hiyo haiwezi ikawa shida, sababu haja yangu ni kuona eh, wawili ama watatu wameweza kusaidika sana sana msimu huu, wa msimu huu wa seasonal jobs ama wa mashamba, kama vile nazidi kuwaambia, na mimi nina imani ya kwamba hatutakosa wawili ama watatu ambao wataweza kufanya ombi letu liweze kujibiwa, haswa kwa msimu huu wa kazi mashambani. Na pia pole sana kwa wale ambao nimezidi kuona comments hawajafanyikiwa kuweza uh, kujiunga na grupi yetu na wanahitaji sana. Nilisema ya kwamba link huwa naweka kwa description ya video karibu zote, ukishuka chini una, utakutana na link, na nitafanya pia video ya kuweza kusaidia vile watu wataweza kujoin kikundi, sababu nilielewa ya kwamba wengi wanashindwa kutofautisha uh, description, pamoja na comment section na wengine wanasema wakiklik hiyo link huwa inakataa, sababu link utakiwa kuklik mara moja, unatakiwa kuklik bila kuachilia mpaka iselect link yote. Ikisha iselect ndio itakuletea hapo chapa ya WhatsApp, ukiklik tu hapo, moja kwa moja inakubeba kwenye WhatsApp yako, na unaweza kuwa haukuselect, lakini unaweza kuwa haikuletea hivyo, but ukiselect tu manually na ina select yote, italingana na simu yako ama device ambayo unatumia kwa kuweza kufanya hiyo process kwa smooth. Nitafanya video ya kuweza kusaidia hayo. Na kwa wale wote ambao wanazidi kuniombea kwa program hii ambayo nilichukua ya kuweza kuja mashambani, nasema asanti sana, na ninaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni anaendelea kusikia maombi na atafungua njia nyingi sana ambazo zitafanyikisha uh, wenye kuwa na nia ya kuja Canada kuweza kupata uh, ama kubenefit chini ya mpango huu wa mashambani. Mashamba zenyewe ni kubwa, ni kubwa sana. Kubwa kabisa. Na kama unaona hizi eneo sio rahisi watu waje wengi ama watu watoke maeneo ya mjini wengi wakuje kufanya kazi hizi maeneo. Ndio maana kwa kweli wanahitaji watu sana sana, vile niliongea na wale wawili watatu ambao nimekutana kwenye mashamba mbalimbali mbali. Si kufanikiwa kukutana na wenyewe, nikajaribu kupeleleza kuona eh, ni kiasi gani bosi zao wanaweza wakawa wanahitaji watu. Kuna wale nimekutana nao ambao ni Waafrika na ni, ni Waafrika, kuna wengine ni wazungu tu wanatumika pamoja na mimi nikasema, sitachoka nitaendelea kuzunguka hizi sehemu kusudi nikutane na wengine mbalimbali, unajua mbali. Kanada ni kubwa sana na sio kila sehemu naweza fanyikiwa kufika, lakini zile ambazo niko naangalia naona kidogo hapa naweza pata mwanya, hapa naweza pata mwangaza, ndio sehemu ambazo najitahidi kuweza kuingia wakati ninapata muda, sababu muda wangu pia ndio mwingine kibarua kingine kigumu sana lakini waswahili wanasema eh, ukiyavulia shati basi utayaoga. Na mimi niliyavulia shati, niliamua na nikaahidi, kwa hiyo sitachoka kuzunguka kwa hawa watu, kukutana na wao kwa ajili ya kuweza kutafuta solution kwa hili jambo. Mimi nawapenda sana wana KHP, acha niwaambie Unaweza mkawa hamjui, lakini nawapenda sana na najaribu sana kupiganisha eh, umaskini ambao unakumba bara letu la Afrika. Ndio maana najua tukikuja hapa Canada tutafanya kazi na tutasaidika kwa kuweza kuinua pia uchumi wetu. Na ukikuja hapa, tafadhali Mungu akiweka njia milango ikiwa wazi, ukuje kushughulikia jamii yako, familia yako, jaribu kujitahidi sana, na kuambia Mungu, wakati anazidi kukubariki uzidi sasa kushuka zaidi, na umsikie kila mtu, usichagui ule ambaye akujua wala chini, kusudi tuone vile tutaweza kusaidiana. Najua dunia lazima iwe na aina yote ya watu, lakini sisi tunatakiwa kuwa mfano, tunatakiwa kuwa mfano mzuri na ndiyo maana eh, pia mimi nitaendelea kujitahidi kuwa mfano mzuri na kusaidia kadri ambavyo nitakavyoweza, haswa kwa ajili ya kukuja Canada. Naendelea kupigana na nitaendelea kupigana mpaka dakika ya mwisho, ni hakikisha ya kwamba nimepata njia ama milango zile ambazo zitasaidia wengi. Najua naendelea kutafuta na naendelea pia ku kujifunza njia nyingi mbalimbali mbali, tofauti na hii ya mashamba, sababu siwezi nika stick kwa hii ya mashamba peke yake. Hii ni moja ndio ya njia ambazo zinaweza saidia, lakini ni seasonal jobs, zinaitwaga seasonal jobs, ijapokuwa unaweza kupata nafasi ya kuweza kufanya vitu vingine, sababu jambo muhimu sana ni wewe kufanyikiwa kuingia, na ombi langu ni upate contract hata ya mwaka mmoja ama miaka miwili, sababu itakuwa fursa muhimu sana ya kuweza kuwezesha pakubwa kuweza kubadili mada unapokuwa hapa. Na jambo lingine ambalo ningetaka kuliweka wazi ni ukija, haijalishi yale ambayo unaweza ukakutana nayo, sababu jambo muhimu ni kufanikiwa kwanza kuingia. Ukishaingia jaribu kutulia na hiyo kazi ambayo uko nayo, sababu wengi wakiingia wanaingia na uh, Close permit. Nadhani ikiwa umefuata baadhi ya video zetu nimejaribu kufafanua uh, swala la open permit na close permit. Sababu ukiingia na close permit inamaanisha kwa muda huo unatakiwa kufanya kazi chini ya yule aliyekuleta peke yake. Sijui kama tuko pamoja? unatakiwa kufanya kazi chini ya yule aliyekuleta peke yake. Masuala ya kubadili kazi itakuja baadaye lakini huwezi ikawa wa, wakati ule ambao utakuwa bado unatumika na hiyo tajiri wako ama uko chini ya contract ya ule aliyefanikisha wewe kuweza kuingia ndani ya nchi hii. Ndio maana hata kama ni njia ambayo tunatafuta ya kuingia, lazima hilo pia niliweke wazi kwenu, mkae mkijua hiyo. Kwa hiyo kama utasaini naye contract ya mwaka mmoja, lazima uvumilie mwaka huo wote uweze kumaliza chini yake kama utasaini na yeye contract ya miaka miwili lazima uvumilie miaka hayo miwili iweze kumalizika. Ikishamalizika ndio utakuwa na nafasi ya kufanya jambo lingine. Na pia kuna program nyingine mzuri sana ambayo niliweza kusikia, nilipata fununu tu, nikasema hili jambo ni muhimu sana, niweze kulifikishia wana KHP, sababu linaweza likasaidia. Kama vile huwa nazidi kurudia kwamba ukiwa mgonjwa yaani aina yote ya majani ambayo utaletewa na uambiwe ni dawa, wakati mwingine wewe unaijaribu inaweza ikakutibu sawa, vile inaweza ikakosa kukutibu. lakini jambo muhimu ni kuweza kujaribu, na mkujaribu hivyo ndio ndendaga kukutana na, na ile ambayo itakuwa muhimu kwako na ikusaidie na ikurahisishie, ndio maana anajua wana KHP, solution tutapata mwangaza, tutapata ila fursa inapojitokeza na njia yoyote ile ambayo inapojitokeza ni vizuri tuweze kujaribu, na naamini kwamba tukijaribu tutaweza kupata mafanikio. Acha mimi niingie sababu muda naona sio mrefu. Uh, masaa ambayo tuliagana na jamaa kukutana, naona inakaribia. na mimi mwenyewe niko ready kwenye site, nimeshafika shambani kwake, mahali ambapo tunatakiwa kukutana, niweze kusikia nini atakao uh, niambia kuna manyumba hapa kama unavyoona, unaweza ona. Naona hizi ziko karibu karibu, hapa ni manyumba, so wengi wanaishi tu karibu ya mashamba zao. Wengi sana wanaishi kwenye hizo mashamba. So kama wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe, na ikiwa wewe ni ule ambaye ni mmoja wenye KHP Canada basi endelea ku like video hii, na kwa wote ambao wanataka kujiunga na kikundi letu, basi link iko kwenye description na nimegundua pia kuna wengi ambao wanasumbuka bado masuala ya CV na cover letter. Najaribu kufikiria njia ambayo inaweza kusaidia sababu hizo ambazo nilionyesha hapo. Kuna wengi ambao wanazidi kusema ya kwamba hawaelewi Kizungu, hawajui watafanya nini. Nafikiria hilo swala. Nikipata mtu yoyote hapa ambaye anaweza karahisisha ama kusaidia hilo swala kwa gharama kidogo, nitawajulisha. Lakini wengi napata ambao bei yao iko juu sana nataka ule ambaye kidogo anaweza akawa wa chini, ambaye anaweza amba akakubali hali ambayo tuko nayo, akubali kwamba anatumika na watu wa chini, kama hata anaweza kaweka gharama kidogo na rahisishe, najua itakuwa vizuri sana. Na kuna jambo lingine ambalo niliwaahidi ya kwamba kuna mpango fulani ambao nafuatilia, ukiwa sawa, mimi nitakubali kuwekeza pesa hapo ndani kusudi tuone kama itaweza kusaidia naweza nikawekesha kiasi ikiwa iko sawa, nitakwambia pia uwekeshe kiasi kusudi ushughulikiwe kwa ajili ya kufanyiwa CV, cover letter, kuitishwa na kuapplyiwa na yani kazi kila kitu ambayo inahitajika. Wewe kitu ambayo itaendelea ni wewe kungoja masuala ya visa na mengine gisi itakavyofuata. Na kila siku nazidi kusema ya kwamba hata kama nazidi kutafuta kwa ajili yenu, tafadhali tuwe na akiba mahali pote ambapo huko, jitahidi sana kuwa na akiba sababu njia inapojitokeza, sio njia zote ndio utahitaji ukuja kwa bure sababu unaweza kaitishwa visa, unaweza kaitishwa biometric, unaweza kaitishwa medical, na hizo pesa ukiwa hauna utasumbuka pakubwa kupata Unaweza kahitishwa nauli ya kusafiri kukuja hapa. Kwa hiyo ni vizuri sana uwe na akiba. Saa zingine tunaongea masuala ya kuja Canada, lakini mwenyewe passport hauna. Utahitaji passport kusudi hayo masuala yote yaweze kukamilishwa. Kwa hiyo ukipata shilingi mia, ukipata dola hamsini, hakikisha ukuli yote. Nadhani tuko pamoja ndugu zangu. Najua unaweza kuwa unapata dola tano, dola kumi, dola hamsini, dola mia. Jitahidi sana usitumie hiyo pesa yote, chukua kiasi kidogo, jiwekee akiba, sababu wakati ikifika, inaweza ikafika ghafla na uambiwe ya kwamba unahitajika chini ya muda fulani. Ukiwa hauna chochote, ukiwa hauna mahali pa kuanzia, itakuwa mzigo mkubwa sana kwako, na unaweza hata ukakosa safari hiyo, ijapokuwa imeshakuwa wazi. Ndio maana tujitahidi sana ndugu zanguni hela yoyote ambayo itashuka mkononi mwako, hakikisha unaweka akiba, unasema hii itanisaidia siku moja, fursa ikijitokeza. Naamini hilo ni jambo muhimu sana, ndugu zangu, sababu ukiwa mikono mitupu. Sio mimi nitahitaji pesa kwako, acha kwanza nikuhakikishie hilo, sio mimi nitahitaji pesa kwako, lakini nasema ya kwamba fursa unaweza ukatokea na utahitaji kukuja Canada. Uwezi ukakuja bila gharama yoyote vile. Sasa zingine ni fanyikiwe kupata huyu tajiri ambaye nenda kuongea naye ama mwingine wote ambao nitakutana naye ako na nia. Anahitaji mfanyakazi, anahitaji mtu aweze kuja kushikilia shamba lake, na sasa zingine hatatoa hela zote kwa gharama ya wewe kuja. Sasa zingine anaweza taka ujigaramie kwa ajili ya kufika, lakini mengine anashughulika yeye ukiwa hauna lolote bado itakuwa ngumu kwako, na saa zingine yule ambaye atakuwa ako nayo, tutaanza kusikia masuala ya kusema KHP ameleta ubaguzi, anaanza kuwa na upendeleo, na hayo ndio mimi sitaki kusikia. Ndio maana nazidi kuwaambia kila leo, ni vizuri jiwekee akiba ya yako, wakati uh, ukifika, wakati ukifika na ifikie ya kwamba unahitajika uh, kiasi fulani ya pesa kwa ajili ya kuweza kukuja ama kushughulikia masuala fulani fulani, kama biometric uh, medical na mengine kadhalika, <coughs> iwe rahisi kwako kwa wewe kuweza kuyashughulikia na kuweza kuja bila kusumbuka. Nadhani jambo hilo ni muhimu sana, na kwa ajili ya faida yako naweza kusaidia pakubwa sana.